Habari, ulimwengu ni mkubwa kuliko tunavyofikiria na Afrika inathibitisha hilo. Endelea kutazama, kwa sababu sehemu ya kuvutia zaidi bado inakuja. Jisajili na upende, hakika hutajuta. Leo tutazungumzia hadithi ya kusisimua kuhusu maharamia wa Kiafrika katika bahari ya Hindi. Kwa miaka mingi watu wamekuwa wakisikiliza hadithi za maharamia wa Ulaya na Karibi lakini hadithi ya maharamia wetu wa Kiafrika imekuwa ikifichiwa na kusahauliwa, na wakati ni wakati wa kuirejesha historia hii na kuelewa ukweli uliofichwa nyuma ya hadithi hizi. Kabla hatujaendelea, tafadhali usubiri kidogo, ili niweze kukuomba kitu kimoja muhimu sana. Kama hujafanya hivyo bado, bonyeza kitufe cha kujiandikisha na upige like video hii. Sasa tuanze safari yetu ya kuvumbua ukweli wa wa maharamia hawa wa bahari ya Hindi. Bahari ya Hindi imekuwa njia muhimu ya biashara kwa zaidi ya miaka elfu mbili. Miji ya pwani ya Afrika Mashariki ilikuwa na uhusiano mkubwa na nchi za Uarabuni. Bidhaa kama vile dhahabu, pembe za ndovu na viungo vilikuwa vikisafirishwa kupitia bahari hii. Katika karne ya 16 na 17 biashara hii ilianza kuvutia wasafiri Meli za Kiajemi, Kiarabu na Kihindu zilikuwa zikipita pwani yetu kila siku mara nyingi. Utajiri huu ulivutia watu wengi waliokuwa wanatafuta njia za kupata mapato ya haraka. Baadhi ya wenyeji wa pwani waliamua kuchukua hatua za kutumia nguvu kupata mali hizo. Hapo ndipo mlango wa uharamia ulipofunguliwa katika maeneo yetu ya pwani za Afrika Mashariki. Waswahili walikuwa wachuuzi hodari na wafahamu wa bahari zaidi ya watu wengine wengi. Miji kama Kilwa, Mombasa, Lamu na Zanzibar ilikuwa makao makuu ya biashara, lakini kando na biashara halali, kulikuwa na watu waliojihusisha na shughuli za uharamia. Katika karne ya 17, Waarabu na Waswahili walikuwa wakishirikiana katika mashambulizi ya meli. Maharamia hawa walikuwa na maarufu ya kutisha. Wasafiri wote waliokuja Bahari ya Hindi. Mamlaka ya Kiajemi ilikuwa ikikabiliwa na tatizo kubwa la usalama wa biashara yao. Meli nyingi za biashara zilipoteza shehena zao kwa sababu ya mashambulizi ya maharamia hawa. Lakini swali ni je, wote walikuwa wahalifu tu au kulikuwa na sababu za kijamii? Ni kwamba mengi ya mashambulizi haya yalikuwa ni matokeo ya mazingira magumu. Wakati wa kiangazi, baadhi ya watu wa pwani hawakuwa na kazi za kutosha za kilimo. Kuvua samaki pekee haikutosha kuwapatia kipato cha kuwarudisha familia zao za watu wengi, hivyo wengine waliamua kuingia katika shughuli za uharamia kama njia ya kuokoa maisha yao. Hii haikuwa sawa na uharamia wa mitini kama tunavyoona katika sinema za Magharibi waharamia hawa walikuwa watu wa kawaida wanaotafuta njia ya kupambana na umaskini mkubwa. Serikali za kikoloni baadaye zilipeleka taarifa za kupotosha kuhusu maharamia hawa wa Kiafrika, walizalisha hadithi za watu wasio na maadili ili kuhalalisha uvamizi wao wa pwani. Historia ya uharamia katika bahari ya Hindi haiwezi kuelezwa bila kuzungumzia jina la Said bin Sultan, mfalme huyo wa Omani, aliongoza Zanzibar tangu mwaka 1838. Wakati wake, biashara ya watumwa na pembe za ndovu iliongezeka sana katika eneo hili. Ingawa Said alikuwa mfalme halali, baadhi ya wafanyakazi wake walikuwa wakifanya shughuli za uharamia. Madau ya Kiarabu yaliyokuwa chini ya bendera yake yalikuwa yakishambuliza meli za Kihindi. Mashambulizi haya yalisababisha migogoro mikubwa kati ya Omani na Uingereza mwaka elfu moja. Lakini Saidi alikuwa mtu wa busara na alijua jinsi ya kucheza siasa na mamlaka. Alifahamu kwamba kuhusishwa moja kwa moja na uharamia kungeleta madhara kwa ufalme wake wote. Kati ya maharamia maarufu wa kipindi hicho, mmoja wao alikuwa ni Rahmani bin Jabir Al Jalahima. Huyu alikuwa kiongozi wa kikosi cha maharamia kutoka Katal walioshambuliza meli za kiingereza mwaka 1809. Rahmani alianzisha kambi yake ya uharamia. Baadhi ya wafuasi wake walikuwa Waswahili ambao walijiunga naye kwa kupata fungu zuri. Rahmani alikuwa mharamia mwenye ujuzi wa vita na uelewa mkubwa wa bahari. Kwa miaka meli zake zilikuwa na silaha nzuri na watu mashujaa ambao hawakuogopa kifo hata kidogo. Kwa miaka mingi, Rahmani alikuwa ni tishio kubwa kwa biashara ya Kiingereza katika maeneo. Alichukua mali nyingi za thamani na kuuza sokoni kwa bei nzuri za kweli. Waingereza walijaribu kumkamata mara nyingi, lakini daima alikuwa mbele ya mpango wao wote. Ni baada ya miaka kumi tu ndipo walipoweza kumshinda katika vita vikali vya baharini. Ni muhimu sana kuangalia jinsi waharamia hawa walivyofanya kazi katika eneo la Bahari Hindi. Tofauti na maharamia wa Ulaya, maharamia wa Afrika walikuwa wakitumia jahazi ndogo za haraka. Madau na mashua za mtindo wa Kiarabu zilikuwa bora kwa ajili ya kusogea karibu. Walikuwa wakipanga mashambulizi yao kulingana na majira ya monsuni, ambapo meli nyingi zilisafiri katika majira ya mvua. Maharamia walikuwa wakijificha kwenye viganja vya pwani na visima. Wakati meli ya biashara ilipopita, walikuwa wakitokea ghafla kutoka mahali pao pa kujificha. Walishambulia kwa kasi kubwa na waliiba shehena na hata watu wengi kwa ajili baadhi ya mateka walikuwa wakiuzwa kama watumwa katika masoko ya nje ya pwani. Wengine walikuwa wakilipwa fidia na familia zao ili warudishwe nyumbani kwa usalama wa kweli. Sasa, naomba tukae kidogo na kufikiria kuhusu jinsi historia hii inavyoathiri uelewa wetu leo. Andika maoni yako hapa chini kuhusu kile unachofikiria juu ya sababu za uharamia katika historia. Je, unafikiri umaskini na haki za kiuchumi zinaweza kuwa chanzo cha uhalifu huo? Mawazo yako ni muhimu sana kwa mjadala huu na ningependa sana kusikia mtazamo wako. Sasa turudi kwenye hadithi yetu na tuangalie zaidi juu ya upande wa wanawake katika dunia. Wanawake pia walikuwa na jukumu katika hadithi za uharamia wa bahari ya Hindi, ingawa historia haiwaandiki sana. Kulikuwa na wanawake mashujaa waliopigana kando na wanaume wao. Kuna hadithi za wanawake Waswahili ambao walikuwa wakiongoza vikosi vya maharamia wa baharini. Mwanamke mmoja anayeitwa Mwana Kutani alikuwa maarufu katika karne ya 17. Alipigana dhidi ya uvamizi wa Wareno katika mpwani ya Kenya kwa miaka mingi sana. Ingawa hawakuwa maharamia halisi, waliofuata njia yake walijumuisha mbinu za vita za baharini. Kuna taarifa za wanawake wengine walioongoza mashambulizi ya meli za Kiajemi katika bahari hii wanawake hawa walikuwa wakiandaa mpango, kushiriki vitani na kusimamia ugawaji wa mali zilizonyanganywa kutoka. Hii inaonyesha kwamba jukumu la kijinsia katika jamii za pwani halikuwa gumu kama ilivyo. Katika mwaka 1840, uvamizi wa kizungu ulibadilisha hali. Waingereza walikuwa na jeshi kubwa la kivita la bahari lenye silaha za kisasa sana. Walikuwa wakitafuta kuhakikisha usalama wa njia zao za biashara kupitia bahari ya Hindi. Mashambulizi ya maharamia yalikuwa yakiathiri faida zao, na hivyo waliamua kuondoa tatizo hilo. Wakaanzisha kambi za kijeshi katika miji ya pwani kama Aden na Mombasa ya Kenya. Meli za kivita za kizungu zilikuwa zikisafiri baharini kila wakati, kwa mwaka mzima wote. Maharamia walishikwa na wengine waliuawa wakati wa vita vikali vya baharini ambapo watu wengi. Mengi ya hadithi kuhusu vita hivi vimepotea kwa sababu Waingereza walitaka kufuta kumbukumbu -kumbu. Lakini hadithi za mdomo katika jamii za pwani bado zinasimulia ukweli wa matukio yale. Kama bado hujajiandikisha kwenye chaneli yetu, tafadhali fanya hivyo sasa ili usipoteze maudhui mengine. Tunaleta historia za kipekee ambazo hauzipatikani mahali pengine popote katika mtandao ya kijamii. Sasa tuendelee na hadithi yetu ya maharamia hawa ambao waliathiri historia ya pwani yetu. Mmoja wa mashambulizi maarufu zaidi ulitokea katika mwaka 1832. Maharamia wa Kiswahili walipanga mashambulizi dhidi ya meli kubwa ya Kiajemi iliyokuwa na thamani kubwa. Meli hiyo ilikuwa ikibeba dhahabu, viungo na hariri kutoka India kwenda kwenye bandari za Uajemi. Kikosi cha maharamia kilikuwa na madau sita na watu karibu 150 wenye ujuzi. Walisubiri siku nzima katika guba ya Lamu hadi meli ile ilipokaribia kwa uangalifu. Usiku mmoja wa giza, walitokea na kuzunguka meli hiyo kwa mzunguko wa haraka sana. Mapambano yalidumu masaa matatu kabla meli ile kuanguka mikononi mwa maharamia hawa wazalendo. Mali zilizotekwa zilikadiriwa kuwa na thamani ya shilingi 1500 za dhahabu. Hii ilikuwa ni ghali kubwa ambayo ilifurahisha jamii nzima ya pwani kwa muda, lakini furaha hiyo haikudumu kwa muda mrefu kwa sababu ya kisasi cha Waajemi reinforced. Serikali ya Ajemi ilipeleka jeshi kubwa kusaka maharamia hao na kuwaadhibu kwa ukali mkubwa. Kambi zilizokuwa zikitumika na maharamia katika visiwa vya Lamu zilivamiwa na kuchomwa moto. Watu wengi waliuawa au kuchukuliwa mateka na kupelekwa Ajemi kwa hatua za kisheria. Hii ilikuwa ni ishara ya mwanzo wa mwisho wa uharamia katika eneo la bahari. Ushirikiano kati ya Waingereza na Waajemi ulipelekea kuimarishwa kwa jeshi la ulinzi baharini. maharamia waliobaki walilazimika kugeuka na kurudi kwenye kazi za kawaida za uvuvi na biashara. Miaka ya dhahabu ya uharamia wa Kiafrika katika Bahari ya Hindi ilikuwa imeisha kabisa, lakini hadithi na kumbukumbu zilibaki ndani ya familia na jamii za pwani hadi leo. Ukweli wa hadithi za maharamia hawa ni tata kuliko unavyodhaniwa na watu wengi mengi yaliyoandikwa katika vitabu vya kizungu ni propaganda iliyoandaliwa kwa madhumuni ya kisiasa. Waandishi wa kikoloni walitaka kuonyesha Waafrika kama watu wasio na ustaarabu na maadili yoyote. Hii ilitumika kuhalalisha uvamizi na udhibiti wa nchi zetu kwa miaka mingi ya giza. Lakini ukweli ni kwamba maharamia wetu walikuwa ni watu wenye akili na mpango madhubuti, walikuwa wanajua usimamizi wa jeshi biashara na hata siasa za kimataifa katika eneo lao. Mengi ya mashambulizi yao yalikuwa ni aina ya upinzani dhidi ya udhalilishaji wa kiuchumi. Watu wa pwani walikuwa wakidhulumiwa na biashara za kigeni ambazo zilitekua utajiri wao. Uharamia ulikuwa ni njia moja ya kupambana na mfumo usiokuwa wa haki kabisa. Hii si kusema kwamba tendo la wizi ni sawa, lakini lazima tuelewa mazingira yaliyopelekea

tunapaswa kuwaangalia maharamia hawa kama wahalifu tu au kama wapiganaji wa haki za jamii? Historia ni ngumu na haihitaji majibu ya moja kwa moja, bali mjadala wa makini. Ninyi nyote mnaosikiliza sasa, naomba sana muandike mawazo yenu hapa ili tuweze kujadiliana. Ya kusisimua kuhusu maharamia wa kisiwa cha Pemba cha Tanzania. Katika mwaka 1845, kikosi fulani kilianzisha. Kilikuwa kimeundwa na watu wa makabila mbalimbali kutoka pwani ya Afrika Mashariki yote. Kiongozi wao alikuwa mtu anayeitwa Mkwaju, jina lililotokana na ukali wake wa vita. Mkwaju alikuwa ameolewa na biashara ya watumwa na alitaka kuilipiza kisasi kwa wafanya. Yeye na wafuasi wake walianza kushambulia meli za watumwa zilizokuwa zikisafiri pwani mwa bahari. Madhumuni yao haikuwa ni kuiba mali tu, bali kuwaokoa mateka ambao walikuwa wakipelekwa utumwani. Kwa miaka mitano, Mkwaju na kikosi chake waliokoa watu zaidi ya elfu moja kutoka hii ilikuwa ni aina ya uharamia ambao una shabaha nzuri zaidi ya wizi wa kawaida, lakini kwa Waingereza na Waarabu Mkwaju alikuwa ni tishio kubwa kwa biashara yao ya utumwa. Mwishowe Mkwaju alinaswa katika mwaka 1850 na na kuuawa. Baada ya kifo cha Mkwaju kikosi chake kilivunjika na wanachama wake walisambaa sehemu mbalimbali wengine walirejea nyumbani kwao na kuanza maisha ya kawaida bila vita tena kabisa. Baadhi yao waliendelea na shughuli za kuharibu meli, lakini kwa kiwango kidogo cha jamii. Kwa mwaka 1860 uharamia katika bahari ya Hindi ulikuwa umepungua. Ulinzi wa kizungu ulikuwa umeimarika, na meli za kivita zilikuwa zikisafiri kila mahali. Pia biashara ya watumwa ilikuwa imeanza kudhibitiwa na sheria mpya za kimataifa za dunia. Hali ya uchumi katika pwani ilibadilika, na watu walipata njia nyingine za kupata kipato. Maharamia waliosalia walisahau shughuli hizo na kugeuka kuwa wachuzi halali wa samaki na bidhaa. Karne ya 19 ilikuwa ni wakati wa mabadiliko makubwa katika historia ya pwani, lakini hadithi za mashujaa kama Mkwaju bado zinakumbukwa na kusimulwa hadi leo katika jamii. Sasa ni wakati wa kuzingatia upande wa hadithi ambazo ni za kubuniwa na siza. Baada ya miaka mingi, hadithi za maharamia zimepambwa na maelezo ya kufikiwa na kipimo. Watu wamekuwa wakisimulia habari za hazina zilizofichwa katika visiwa vya pwani ya Afrika. Kuna hadithi za mapango yaliyojaa dhahabu na almasi kutoka India iliyofichwa na maharamia wa zamani. Watafiti wengi wamejaribu kutafuta hazina hizi, lakini hawakuwahi kupata chochote cha thamani kamwe. Kila mwaka, watalii wanakuja kutoka nchi za nje kwa matumaini ya kupata utajiri. Lakini ukweli ni kwamba hazina nyingi ambazo zilinaswa na maharamia ziliuzwa haraka sana. Maharamia hawakuwa na sababu ya kuficha mali kwa miaka mingi bila kupata faida yake. Madhumuni yao ilikuwa ni kupata pesa na kutumia haraka iwezekanavyo kwa mahitaji ya jamii. Hizi hadithi za hazina zilizofichwa ni sehemu ya hadithi za kubuniwa zilizozalishwa na watu. Aidha, kuna hadithi za maharamia waliokuwa na nguvu za kichawi na ushirikina wa kutisha. Watu wanasema kwamba baadhi ya maharamia walikuwa wakitumia mizimu ya bahari kuwalinda dhidi ya adui. Hadithi nyingine zinasema kwamba maharamia waliweza kufanya meli za wenzao zisionekane kwa macho. Hizi ni hadithi ambazo zimezalishwa na jamii kwa ajili ya burudani na kuelimisha watoto. Hakuna ushahidi wa kisayansi unaosaidia madai haya ya nguvu za kichawi katika vita. Ukweli ni kwamba maharamia walikuwa ni watu wa kawaida wenye ujuzi wa vita na walikuwa na maarifa ya bahari, upepo na mawimbi ambayo yaliwasaidia kupanga mashambulizi yao. Elimu hii ilipitishwa kutoka kizazi hadi kizazi kupitia uzoefu wa vitendo na mafunzo. Sio uchawi, bali ujuzi na uzoefu ndio ulikuwa ni siri ya mafanikio yao. Kipengele kingine muhimu cha historia hii ni jinsi maharamia walivyoathiri utamaduni wa pwani. Ngoma na nyimbo zilizozalishwa kwa ajili ya kusherehekea ushindi wa maharamia bado zinaimbwa leo. Hadithi zilizopo katika fasihi ya Kiswahili zinazungumzia mashujaa hawa wa bahari na vitendo vyao. Sanaa ya kuchora meli na mapambano ya baharini imekuwa sehemu ya utamaduni wa jamii. Vazi la aina fulani lililotumika na maharamia limekuwa sehemu ya mavazi ya jadi ya sherehe. Hata chakula fulani ambacho kilipendelewa na waharamia kinaitwa kwa majina maalum hadi leo. Utamaduni ni kitu chenye nguvu ambacho hukumbukumbu za watu kwa vizazi vingi sana. Hadithi za maharamia zimekuwa sehemu isiyotenganishwa na utambulisho wa watu wa pwani yetu. Tunaweza kuchukua fundisho kutoka kwa hadithi hizi bila kuidhinisha matendo ya uhalifu wowote wa Wazo la kufunza historia hii kwa vizazi vya kesho ni muhimu, kwa sababu vijana wanapaswa kuelewa kwamba historia yetu haina wazungu tu kama wahusika wakuu kamwe. Afrika ina hadithi zake za ushujaa, vita, biashara na mabadiliko ambayo zinapaswa kujulikana. Kuondoa hadithi ya maharamia wa Kiafrika ni namna ya kuficha sehemu muhimu ya historia. Kuelewa mazingira ambayo yaliwalazimisha watu kuchagua njia ya uharamia ni elimu muhimu sana. Tunaweza kujifunza kuhusu madhara ya udhalimu wa kiuchumi na umuhimu wa haki za jamii. Historia hii inatufundisha kwamba watu wanapobanwa kingo, wanaweza kuchukua hatua za kupambana. Si kuwa tunatakiwa kuunga mkono uhalifu, bali ni kuelewa chanzo cha tatizo hilo. Jamii inayowaheshimu watu wake na kuwapa fursa za maendeleo haitapata matatizo makubwa ya uhalifu. Ukweli wa mwisho ambao lazima tukumbuke ni kwamba historia inayoandikwa na washindi si kamili. Wakoloni waliandika historia kwa njia inayowaonyesha wao kama waokozi na sisi kama wabeberu. Maharamia wa Kiafrika walionyeshwa kama watu wasio na maadili wanaohitaji kuadibika na sheria. Lakini tukiangalia kwa makini, tunaweza kuona mifumo ya udhalimu iliyowafanya watu kuchagua njia. Biashara ya utumwa, unyanyasaji wa kiuchumi na ukiukwaji wa haki za binadamu vilikuwa vikitokea. Maharamia hawakuwa saints wala heroes kamili, lakini pia hawakuwa devils kama walivyopikiwa na propaganda. Walikuwa ni watu wenye familia, ndoto na matatizo kama sisi sote ambao tunaishi leo. Tukiwaangalia kwa jicho la utu na kuelewa, tunaweza kupata mafunzo muhimu ya historia. Historia kamili haipaswi kuwa na upande mmoja tu, bali lazima ionyeshe maisha ya watu. Tunapofikia mwisho wa safari yetu ya leo, ni muhimu tufanye muhtasari wa mambo maharamia wa Kiafrika wa Bahari ya Hindi walikuwa ni watu wa kushangaza na wenye hadithi. Walifanya kazi katika mazingira magumu ya kiuchumi na kijamii wakati wa hapo kale. Baadhi walikuwa ni wahalifu wa kawaida, lakini wengine walikuwa ni wapiganaji wa haki. Historia yao imefichiwa kwa miaka mingi na sasa tunapaswa kuirudisha hadharani kwa elimu. Tunaweza kujifunza mengi kutoka kwa matukio haya kuhusu jamii, uchumi na ubinadamu wetu. Hadithi za uharamia zinatuonyesha kwamba mambo si meusi au meupe tu bali kuna rangi. Tunapaswa kuwa waangalifu, tusipokee historia tu kutoka kwa chanzo kimoja bila kuchunguza zaidi. Uchunguzi wa makini unatusaidia kuelewa ukweli na kutofautisha na hadithi za kubuni kabisa. Sasa ninyi mliosikiliza kwa makini, hadi mwisho wa mhadhara wangu leo huu wa Naomba kwa heshima yote mjiandikishe kwenye chaneli yetu ya Ufalme Uliopotea kama hamjafanya. Bonyezeni kitufe cha like ili kutuunga mkono katika kazi yetu ya kuwaletea maudhui. Na jambo muhimu zaidi, andikeni maoni yenu hapa chini kuhusu hitimisho mnalofanya kutoka hadithi. Je, mnapata fundisho gani kutoka kwa hadithi hii ya maharamia wa bahari ya Hindi? Maoni yenu ni muhimu sana na ningependa kusoma kila moja kwa makini sana kweli. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na tutaonana tena katika somo linalofuata la historia yetu.